taendelea na kazi ya kuwaendeleza waalimu kazini, na hayo kwa kweli ni maelekezo mahususi ya rais wetu, kwamba waalimu hawa sio tu mnakuwa na waalimu nyinyi kazi yao ni kufundisha tu. Tengeni bajeti nisikie waalimu wangu wametoka mashuleni wameenda sasa kwenye kongamano na wenyewe wanabadilishana mawazo, wanajifunza. Tunawapeleka waalimu wakuu pale ADEM Bagamoyo walimu wengine kama mnavyoona, waandishi wa habari, mtakuwa mnaona wakati mwingine wako Singida, wanakusanywa waalimu watoke na wenyewe, lakini wakitoka waenda kuongeza ujuzi na zile teachers resource centers. Tunazifufua chini ya TAMISEMI kuhakikisha kwamba bado kuna centers ambazo walimu wanaweza wakacommunicate kwa waalimu. Kwa kweli hiyo ni commitment, na niwaambie walimu wanisikie, rais wetu alisema kada ya ualimu, endeleeni kuwekeza na hata ile ya kusema kwamba waenda kwenye mafunzo ni mchanganyiko wa vitu viwili, kwenda kuongeza ujuzi na, us ukweli usemwe, na kutoka kidogo mazingira ya kazini na kwenda sehemu nyingine kukutana na walimu wengine kubadilishana mawazo. Na hilo, walimu watakaonisikia, ni maelekezo ya mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa bajeti ipo itaendelea kuwepo na kazi hii itaendelea kwa ajili ya walimu. Sasa, okay. Ukiondoka kwenye elimu katika mfululizo huo mpaka vyuo vya walimu, tuna vyuo vya VETA. Ngoja niwaambieni kitu kimoja, na majuzi nimekutana na kijana mmoja anaitwa Oscar, kuta kijana mmoja anaitwa Oscar. Tulikuwa kwenye arambe jimboni kwangu, kijana mmoja kaona anajitoa kwelikweli. Tumemaliza tumeenda kupata breakfast, kaomba, naomba ujokae na mi kuliko na <sinu> mke wake tukakangamia, ndugu yangu Oscar, okay. eh kwa sababu alisema ilikuwa naambia kuchanunua gari kaambia, una, unafanya biashara ya magari. Naambia hapana, mi niko kwenye mining eh, huko kwenye mining una, una, una migodi, mi technician. Okay, unafanyia wapi? Asema niko Guinea Conakry. Guinea Conakry ni nchi inayoongea Kifaransa. Kaambia wewe ndio technician kule, kaambia e hey, ilikuwaje? Asema umejifunza wapi, veta VETA ipi? Ya Moshi. VETA ya Moshi ilikuwa ni mkataba na makampuni ya madini kwa ajili ya kuchukua mashine na kuwafundisha vijana pale, na hii story ilikuwa nishaisikia, lakini nimekutana huyu kijana usokoso, anaitwa Oscar Mboya. I hope hatachukia kumtaja jina moja kwa moja, naitwa Oscar Mboya. Nikaambia okay Oscar, kwa hiyo Uliendaje nje sasa ah, mi nikiwa hapa wawekezaji nafungia fungia mtambo wakaniambia kuna kazi nyingine Namibia nkaenda nkapiga kazi Namibia baadaye wakanipeleka Mauritania nimekaa Morita, Mauritania ni nchi ya Kiarabu na Kifaransa baadaye nimetoka nimeenda Guinea Conakry kazi kule safi kumbe lisikiaga stori kama oh, uh oh. -uh. wako Watanzania waliosoma hiyo VETA wako Ghana wako Congo wako Mauritania wanafanya kazi kwa hiyo vekta kweli inaweza kanyanyua mtu, na ndio maana tuliagiza sasa ni miaka miwili, tuliomba wizara ya madini kwa barua ile veta ya Geita pale iwe na consortia ya makampuni -ma ya madini kwa ajili ya kuakisha kwamba elimu inayotolewa pale, ule ni mkoa wa madini uweze kuwa ni elimu hasa ya madini, vijana wa pale waweze kufanya kazi kule kule Geita, lakini vilevile vile wapate fursa kwenda kusoma nje kufanya kazi nje. Kwa hiyo uwanja wa dunia nzima kwenye utandawazi ni fursa ya kufanya kazi kama umesoma vizuri. Sasa Rais wetu aliliona hilo mapema, ameingia madarakani, swala la kwanza aliuliza, je, mna level mbili za veta hapa nchini, kuna veta ya mkoa na VETA ya levo ya wilaya. Ni mikoa mingapi haina VETA ya levo ya mikoa? Nikamwambia Mheshimiwa Rais, kule Geita ujenzi umeanza, haujakamilika. Simiu kidogo haujakamilika. Kuna VETA nyingine iko Njombe, nyingine iko Rukwa. Akasema fedha zitolewe, VETA hizi zikamilike, zianze kazi na yeye mwenyewe amezindua veta ya Kagera na ya Rukwa, na anaulizia huko kwingine mmefikia wapi? Kwa hiyo tukawa tumebakiza mkoa mmoja wa Songwe, nako ameagiza na fedha zimeenda na ujenzi unaendelea wa veta ya levo ya mkoa. Kwa maana hiyo, kwa Tanzania bara kila mkoa utakuwa na veta ya levo ya mkoa.